Kwa wiki kadhaa Madagascar imekabiliwa na machafuko makubwa ya kisiasa. Maelfu ya vijana wameshiriki maandamano ya kupinga utawala wa rais Andry Rajoelina, wakilalamikia ukatikaji wa mara kwa mara wa maji na umeme, gharama kubwa za maisha na madai ya ufisadi serikalini. Mivutano ilifikia kilele mwishoni mwa wiki baada ya kikosi maalum cha Jeshi Capsat kujiunga na waandamanaji na kutangaza kwamba kinataka rais na mawaziri wajiuzulu. Hatua hiyo ilitafsiriwa na rais Rajoelina kuwa jaribio haramu la kuchukua madaraka kwa nguvu na akalazimika kuondoka nchini. Katika hotuba yake ya usiku wa Jumatatu iliyocheleweshwa mara kadhaa, baada ya wanajeshi kujaribu kuteka kituo cha utangazaji cha taifa, Rajoelina alisema amelazimika kujilinda. Baadhi ya marais wa Afrika walijitolea kutuma wanajeshi kuleta amani Madagascar. Nililikataa hilo kwa sababu halilingani na maadili yetu ya Kimalagasi. Kwa sababu hiyo nililazimika kwenda katika eneo salama kuyalinda maisha yangu. Ripoti za vyombo vya habari vya nchini Ufaransa zinasema rais huyo mwenye uraia wa Ufaransa tangu mwaka elfu mbili kumi na nne alitoroshwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Hata hivyo serikali mjini Paris haijathibitisha taarifa hizo. Rajoelina amesema hafikirii kujiuzulu, lakini ametoa wito wa kuheshimu katiba na kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa. Wa Malagasi, familia yangu, njia pekee ya kutoka katika hali hii ni kuheshimu katiba ya nchi Tukivuka mipaka hiyo tutazama katika umaskini mkubwa na taifa letu litapoteza mwelekeo. Uwasi wa jeshi umezua hofu ya kurudiwa kwa machafuko ya mwaka 2009 wakati Rajoelina mwenyewe alipoingia madarakani kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi. Umoja wa Afrika umelitaka jeshi la Madagaskar kurejea kwenye wajibu wake wa kikatiba na kuacha kuingilia siasa. Hadi sasa Umoja wa Mataifa unasema watu wasiopungua 22 wameuawa tangu maandamano kuanza Septemba 25. Huku waandamanaji wengi wakiwa vijana waliohamasishwa na mitandao chini ya mwavuli wa Gen Z Madagascar. Hali nchini humo bado ni tete, huku Rajoelina akidai kuwa hawezi kuruhusu nchi yake kuangamia na akifungua milango ya mazungumzo, lakini mashaka bado yapo, ikiwa tarejia nchini au ikiwa uasi wa kijeshi tayari umeweka sura mpya katika siasa za taifa hilo la kisiwa.